Nataka nongee na wewe mwana wa Mungu kwamba hapa duniani tunapita. Wewe mwamini au usiwe mwamini, wewe unaamini Mungu wa Yesu Kristo au Mungu awaye yeyote, hapa duniani hapana mji umupo kwetu. Maana yake nini? Ukiona umetoka asubuhi merudi salama, shukuru Mungu kwa sababu wapo ambao wametoka hawajarudi. Leo nimeona video moja uh, video clip moja kwenye mitandao ya kijamii magari matatu yamegongana na lori. Sasa wewe oh, usijione mjanja kwa sababu umerudi salama, kuna wezio ambao wametoka na hawajarudi. Sasa ukisharudi ukaiona hilo unasema Mungu, asante sana kwa sababu nimerudi salama, alafu ushukuru Mungu kwa sababu hauko hospitalini umelala, huko kitandani umelala. Biblia ina mistari kama mitatu hivi inaongelea swala la sisi wanadamu ambavyo tu mavumbi. Zaburi mia moja na tatu, kumi na tatu pale nasema sisi ni mavumbi, tukumbuke kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Kwa maana hiyo kwamba muhimu sana mshukuru Mungu unapopata nafasi ya pekee kama hii, muda huu umerudi salama, umekula umekunywa. Kuna watu hawawezi kunywa, hawawezi kula hawawezi kumeza, matumbo hayawezi kushikilia chakula, miguu haiwezi kutembea, magoti hayakunjiki. Wewe kwa nini usimshukuru Mungu? Jua kuna kiburi fulani tunacho ambacho uh, kinafika sehemu tunaona sisi tunastahili kumbe, ni Mungu tu anatuachia nafasi ili tuweze kumuona yeye na ukuu wake na uwezo wake. Jioni hii nataka nikuombe ili uweze kuona hilo kwamba Mungu anataka umshukuru yeye kwa nafasi ambayo anakupa second chance. Anayokushukuru Mungu basi, umshukuru Mungu kwa sababu amekupa nafasi ya pekee. Mkumbuke Mungu kabla hujalala, kumbuke Mungu hapo unapoingia kitandani kwako, mkumbuke Mungu hapo unapofanya hicho unachokifanya, iwe ni shift ya usiku, iwe ya ndege, iwe ya, iwe ya gari, iwe ya boti, wewe umshukuru Mungu hapo ulipo, kwa sababu kuna watu wengine hawajaweza kuiona siku ya leo. Nakuombea katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ufanye hivyo sasa. Mungu sasanamunutakafany